Pesa. Bro, hmm? Ara mali nimekutoa ni hapa tu chini. Hii conversation ya pesa isikue refu hata kushinda mali tumetoka. Hauna kwa inaje? Sina 30 bob. Sasa unaona hiyo ni ngumu, so tutafanya aje? Si hiyo 30 bob sasa, yes? Sasa mimi sina 30. Au uko na 30? Hapana. Uko na 20 nikupe 50. Hapana. Nipe 30. Sina 30. Ndio nakwambia niongezee 30 hapa ndugu yangu. Okay, ningekuwa nao ningekupatia lakini sasa sina 30 hapa mali, niko Simba kwani mimi ni ndugu pina... yako? Hapana bana, nipee pesa yangu kama eh, niko, eh, anu, 30 tu, bob, tu... tunajuana tumepatana leo wee si tu eh, sasa... fanyaje nipee hiyo 30 bwana, tuamuzane. Hata simu ama uko nao kwa simu nitumie 30, nitumie mbao 50. Ama unipee mia mbili yangu nibebe ni ah free. Sasa siwezi kubeba free sasa, sasa, kuachia si 30 bob si, you know, that's the reason nakuambia siwezi kuachia hata hiyo pesa, bro. hmm? Mali nimekutoa ni hapa tu chini hii conversation ya pesa isikue refu hata kushinda mali tumetoka, please. Sinaelewa. 30 bob ndakuletea kama ni hapa tu chini, fanya nibeba free ni hapa. Aje juu nimekutoa hapa chini. Seseko, I can carry for free lakini juu wewe. Siko yako ni hapa, siko yako ni hapa. Haya, sindakuletea 30 bob hapa. Ubaya mimi sijui kwako <laughs> Niamini ati utarudi hivi kijana, sasa faaikuona tutafanyaje? Nirudishe kwenye nito nipee mia mbili? ah, pana hiyo sasa, iwezi eh sasa, ili nikosa hata ku, hebu kai kai, ndugu yangu, hiyo ndio lazima unipe change hii. Kaona mtu akuachie thati, ndawasha na plug, sawa